Ukiona kitu, sema kitu, fanya kitu kuzuia ukatili wa, wa watoto. Ukiona kitu, sema kitu, fanya kitu kuzuia ukatili kwa watoto. Ukiona kitu, sema kitu, fanya kitu ili kuzuia ukatili wa watoto. Yes, katika kuhakikisha Tanzania inakuwa ni sehemu salama ya kuishi wadau mbalimbali wanafanya jitihada mbalimbali za kuhakikisha kwamba Tanzania inayokuja kwa maana ya watoto wetu sasa hivi wanakuwa katika mazingira salama ambayo yanawafanya wao waweze kutimiza ndoto zao. Na nipo katika fukwe za Ziwa Victoria maarufu kama Jimkana na nimekutana na wadau ambao wao wametengeneza club ya kuzuia ukatili wa kijinsia hususan ukatili wa watoto wanaita Linda Mtoto Club kuhakikisha kwamba wanakuwa na sauti ya pamoja ya kuhakikisha wanapinga ukatili wa kijinsia hususan ukatili wa watoto, na nimezungumza na watoto. Kwa majina naitwa Elliot David, natokea shule ya msingi Mafumbo, nasoma darasa la sita. Nimechaguliwa katika timu ya kupinga ukatili wa kijinsia hususan kwa watoto. Hapa kupaza sauti kupinga ukatili wa kijinsia hususan kwa watoto. Kwa majina naitwa John Paulo, ni mwanafunzi wa shule ya msingi Kashai darasa la sita. Nipo hapa kupaza sauti, kupinga ukatili wa kijinsia hususa kwa watoto. Naitwa Evodius Justini, natokea shule ya msingi Biabato, nasoma darasa la sita, nimechaguliwa kwenye timu ya kupinga ukatili wa kijinsia. Niko hapa kupaza sauti, kupinga ukatili wa kijinsia hususani kwa watoto. Kwa majina naitwa Shaima Nuru nimechagulia katika timu ya, ya, ya kupinga ukatili kwa watoto. Nipo hapa kupata sauti kuzuia ukatili wa kijinsia hususa kwa watoto watoto. Pata uh, wakati wa kuzungumza na mwalim, mwalimu, miongoni mwa walimu ambao wanawasimamia watoto hawa, kwa majina anaitwa mwalimu Selina Mdinangi toka shule ya msingi Tumaini, watoto wetu wanapitia changamoto nyingi sana katika maisha. Kwa mfano, watoto wengi humu shuleni wanajilea wenyewe, kiasi kwamba inafika kipindi unakuta labda mzazi mtoto wanalea, wanajilea wenyewe, nakuwa labda wazazi wanawatelekeza watoto, unakuta watoto wamebaki wanaleana wenyewe. Ni kwamba watoto wetu wanaweza wakapata elimu dhidi ya ukatili wa kijinsia kwa watoto na kujua wapi panahitaji labda kwa kwenda kusemea yale wanayoyapitia. Mratibu wa programu hii mwalimu Musinga, yeye anafafanua kinaga ubaga na kwa maana ya malengo, lakini pia na matarajio ambayo wanayo. Anaitwa mwalimu Fred Kifedisha, ni Musinga, ni afisa elimu kata Kashai. Aa, tumeanzisha hii programu ya Linda Mtoto kata Kashai kwa ajili ya ku dhibiti ukatili wa kijinsia kwa watoto wadogo hasa wa shule za msingi. Lengo kubwa ni kutaka watoto watimize wa ndoto zao kupitia elimu. A, tunapokuwa tunaanza mwaka mara nyingi tunaweka ufaulu wa asilimia mia moja kwa watoto wa shule za msingi ili waweze kwenda sekondari, lakini tumekuwa tukikumbana na vikwazo mbalimbali, watoto wanashindwa kutimiza ndoto zao, unakuta wanakosa vifaa vya msingi darasani. Lakini pia wapo watoto ambao wanawalea wenzao wadogo zao waliotelekezwa na familia, lakini wapo watoto wanaopata adhabu kali, unakuta mzazi amechukia me piga amemjeruhi. Kwa hiyo anapoteza muda wa kuwa darasani, anaenda kuendelea na matibabu. Kwa hiyo tukaamua kama uongozi wa elimu kata Kashai kwa kushirikiana na walimu wakuu kwamba tuandae klabu ambayo itakuwa ikitusaidia wenye kuwaelimisha wenzao pamoja na hawa kwamba wanapinga ukatili wa kijinsia hii klabu lakini, na kuwaelimisha watoto na wao wasifanye ukatili wa kijinsia dhidi ya wenzao hao, wasitende matendo maovu kwenye jamii, wakaonekana wanakwenda kinyume na maadili na miiko ya Watanzania. Kwa hiyo tumeandaa hii klabu itakuwa inawaelimisha wenzao. Tuna mpango pia wa kuwaita afisa, kuomba afisa ustawi dawati la jinsia, polisi na mashirika mengine ya watoto kupitia Stein Media waje kuwaandaa hawa ambao ni mabalozi wa wenzao, na wao waweze kujua, wawe mbele, waweze kujua kila kitu kuhusiana na ukatili wa kijinsia, ili wanapotoa elimu kwa wenzao kwenye jamii, kwa wazazi wao, waweze kujua kwamba wanazungumzia kitu gani wanapozungumzia habari za ukatili wa kijinsia. Yote kwa yote ni kuhakikisha Tanzania inakuwa ni sehemu salama, ina watu wenye weledi, raia wanaowajibika kwa hiyo ni kuhakikisha watoto wetu sasa hivi wanatengenezewa mazingira ya wao kuweza kutimiza ndoto zao, na hii inawezekana endapo watakuwa salama. Ukiona kitu, sema kitu, fanya kitu kuzuia ukatili wa watoto. Ukiona kitu, sema kitu, fanya kitu kuzuia ukatili kwa watoto. Ukiona kitu, sema kitu, fanya kitu ili kuzuia ukatili wa watoto.